Mtazamaji <laughs> nasoma maoni yenu leo. Hatujauliza swali, lakini wakenya wanatazama KTN na kutoa hisia zao kuhusiana na taarifa mbalimbali. Hata hivyo, tuende kwenye taarifa za michezo. Aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa na naibu mwenyekiti wa FKF Sammy Shollei atawania wadhifa wa urais wa shirikisho la soka nchini wakati wa uchaguzi ujao wa soka. Shollei ametalakiana na Gor Semelang'o ambaye pia alikuwa amedokeza ari yake ya kutaka kuwania uwenyekiti. Aliyekuwa naibu mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Sammy Shollei amejitosa katika uchaguzi ujao na atawania mwenyekiti wa FKF. I am I am the best candidate and uh, I mean for the for the chairmanship position and it is only fair that if you are in standard 2 today then tomorrow you're supposed to be in standard 3, so I'm I'm headed to standard 8. Lakini je, ikawaje uswahiba wake na Gor Semelang'o aliyekuwa pia anawania mwenyekiti kutumbukia nyongo? Uh, alipokuja katika kikundi chetu nilikuwa nafikiri tutafanya kazi pamoja. Wakati huo nilikuwa bado niko na suspension ya FKF, tukasema uh, ikiwa suspension yangu haita haitafunguliwa uh, then tutatumia Gor Semelang'o kama kiongozi wetu. Upande wa pili kama Mkenya, nafikiri si halali kumfungia mtu yoyote katika mpira. Watatu ile sasa ndio itamrule out kabisa, ni kuwa hizi miaka zingine zote amekuwa wapi? bado hajapata mgombeaji mwenza lakini, anataka kupata jiko kutoka eneo la magharibi ama pwani. Hata hivyo, kundi hili la wachezaji wa zamani limesema iwapo uchaguzi hautakuwa wa uhuru na haki, hawana budi la kutumia sheria. Wakenya uh, uh, wote wanataka uchaguzi uwe wa uhuru na haki na kama hatuwezi pata uchaguzi wa huru na haki, kwa nini tuambie Wakenya tunaenda kwa uchaguzi? Naam. Ile ndoa fupi kati ya Gor Semelango na Sami Sholei imetibuka uku, Sholei sasa akisema nasaka jiko na nasema anataka kuwania urais wa shirikisho la soka nchini, almradi sera mafoka zikitwe zile kusimamia uchaguzi wa Novemba tarehe 13. Hasan Juma, KTN, katika uga wa Nyayo hapa jijini Nairobi.